Vipi? Uh, weekend saa tu niko hapa na warembo wamejipanga kwenda kazi wa, eh kwenda kupiga kazi kama kawaida. Ajanalitaka ka rembo ka kwanza kadogo aka ka sana eh? Mambo vipi? Mambo poa. Waitwa nani? Ah, naitwa yako, Lilia yako. Watokea wapi wewe? Mi natokea Mumu tu, lakini ukinitafuta sana upande wa pwani utanipata. Pana pwani huko kabisa, wapi huko? Kilifi, Lamu, Mombasa? Hapana, sokoni. Pani ni Mombasa e. Sokoni tunaenda Kongowea. Makazi ni nini? Shauri yako. Shauri yako, ndio <laughs> lubao vipi? Uh -huh. Unafurahia. Wataka ah, kuketi huku sana ama kwa muda tu Mombasa bye. Unasema tu kutafutia mtu huku? Ndio kuti sasa yako tunafanya naye kazi. Wasikia Kiingereza hivi kama Watanzania